mtaa wa mabanda wa bondeni mtaani Athi River ambapo ugonjwa wa kipindupindu umezuka na ni hapo ndipo mtoto huyo wa umri wa miaka sita aliaga dunia kutokana na makali ya ugonjwa huo. Kwa muda wa wiki moja iliyopita, zaidi ya watu ishirini wamepokea matibabu baada ya kuambukizwa ugonjwa huo. Athi River uchafu kwa mwingi sana Mavoko kwa jumla, ukienda Mlolongo, ukienda Syokimau uchafu huko mwingi sijana. Ukienda Joska, uchafu uko mwingi sana. Na ninawaambia tafadhali, kama mnasema kaunti yetu ndio inaongoza, tuongoze kwa kila kitu, sana sana hii ya Athi River Township Ward. Uchafu umetakaa kila mahali, hata watoto wameanza kufa juu ya kolera, na ni sababu ya kutoajibika kwa gavana County. Kwa sasa usimamizi wa kaunti hiyo umepiga marufuku uzaji wa vyakula kando ya barabara mtaani humo. Wale wote sasa wanapika chakula kwa barabara, tutakamata hao na kushtaki, sababu hapo ndio tutapata magonjwa ya kolera. Kipindupindu hupatikana kupitia kwa njia ya maji ama chakula ile chafu. So tafadhali machief, everybody is now cooking on the streets From this moment. Haya yanawadia huku mbunge wa eneo hilo akitoa chakula kwa wenyeji wa mitaa ya mabanda kuwawezesha kusherehekea Krismasi <todicum>